Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript na tayari tumeshaanza kipengele hiki cha DOM kutoka katika video iliyopita, tuliweza kupeana utangulizi, kufahamishana ni kitu gani haswa, na tume umeshaangalia video iliyopita, nikakwambia kwa video hii ambayo inafuata tutakuja kuona namna gani ya kuselect elementi zetu kwenye HTML document zetu ama page zetu na kuweza kufanya nazo kazi katika JavaScript. Kwa nini tunahitaji kuweza kujua namna gani ya kuselect element zetu kuchagua element fulani katika web page zetu? Mara nyingi tunataka kuweza kufanyia kazi elementi fulani tu kwenye kurasa zetu hizi, kwenye page zetu, na elementi nyingine zisiweze kuathirika. So, kuweza kufanya hivyo inatuhitaji sisi tuweze kujua hizi method mbalimbali ambazo zipo zinazotuwezesha sisi kufanya kazi na element fulani specific. So tutakwenda kuona namna gani ya kubadilisha maandishi, mfano ya heading 1 kama vile ambavyo tuliona katika mfano uliopita kwenye video iliyopita. Tuliweza kuonesha na mwanzoni heading 1 ilikuwa inasomeka hivi, hello JavaScript, lakini ukiangalia katika browser kwa sasa inasomeka karibu kwenye DOM. Kitu hichi tulikifanya katika video iliyopita tulivyokuwa tunapeana utangulizi kuhusiana na hii DOM na hatukuweza kutengeneza peji nyingine. Peji hii ambayo imedisplay katika browser ni hii hii ambayo tupo nayo hapa index.html, lakini kwa kupitia JavaScript tumekuwa na uwezo wa kubadilisha hii heading 1, kutoa maneno haya instead ya haya ambayo tuliweka huko katika HTML document yetu. So vitu kama hivyo ndivyo ambavyo leo tunakwenda kujifunza. Tuliweza kutumia hii get element by ID, na tuliweza kuona. So, tutakwenda kuona lakini pia kupitia namna gani ya kuselect element, utapata kuweka style ya batani yako, mfano batani yangu mtu akiclick iwe na style hii, mtu akihova ifanye hivi, lakini kwa kupitia javascript. na, nafahamu na hata css unaweza kufanya vitu kama hivi, lakini kuna vitu vingine javascript inafanya hiyo uh, page yako kuwa dynamic sana kuliko css. Lakini pia tutaenda kuona namna na gani ya kuchukua value kutoka katika input ya form mfano. So ni vizuri sana kuweza kujua hizi method ambazo zipo zinotumika kuweza kuselect element fulani kwenye ile dom tree yetu ambayo tuliweza kujifunza video iliyopita, nikiongelea dom tree ile structure ya dom. Natumai sote tunafahamu, kama haujui, rudia video iliyopita utaweza kunielewa kile ambacho namaanisha. So twende moja kwa moja na tuweze kuona basi njia ya kwanza ambayo tuliwahi kuitumia video iliyopita, tuanze nayo hiyo, ambayo inakwenda kwa jina la get element by id. Hii kazi kubwa ambayo inafanya inakwenda kuchagua elementi moja kulingana na id yake na hii inakuwa inarudisha element au null kama itakuwa haipo. Hiyo id id siku zote tunafahamu katika webpage zetu katika document yetu ya HTML inakuwa ni unique. maana yake nini kama upo na heading one zaidi ya tatu katika HTML document yako id kila katika hiyo element yako heading one yako inatakiwa iwe tofauti na nyingine, hamna haiwezi kutokea ID zikawa zinafanana katika heading 1 zote hizo na ndio maana hii tunakwenda ku-access, ku-select specific element katika ile HTML document yetu. Wacha niweze kukuonyesha mfano mdogo. Tutakuja katika index.html yetu hapa, tupo sasa hivi na heading 1, tuachane nayo hii au let's say tutumie hii hii heading 1. Nisidi huku tuweze kufuta hizi na tuanze kuoneshana upya. Mwanzoni hili neno letu linasomeka hello javascript, na ndilo ambalo limebebwa katika hii heading 1 hello javascript. Ni sawa, na ukiangalia hapa katika opening tag ya heading 1 tupo na ID. Kama haufahamu kuhusiana na hizi ID heading 1, inawezekana kwa sababu bado haujajifunza HTML na CSS, lakini umerukia javascript, so ningekuomba upitie playlist ambazo zipo katika channel yangu ya YouTube. Nimefundisha HTML mwanzo mwisho, lakini pia CSS nimefundisha na kufika level nzuri tu ambayo itakufanya wewe utumie CSS vizuri katika project zako. So hakikisha umejifunza kupitia playlist hizo kwanza, ndipo ujifunze JavaScript ili tuweze kuelewana vizuri. So heading one, ID yake ni hii, tumeipa jina la heading nitakuja katika JavaScript yetu ambayo ni faili ya nje kwa sasa tunaoitumia. Nimeonesha katika video iliyopita namna gani ya kulink hii faili yako JavaScript katika HTML faili yako, so unaweza kutazama video iliyopita kama umeshasahau na ukajikumbusha. Then baada ya hapo, wacha tutengeneze variable yetu. Tumefahamishana jinsi ya kudeclare variable, kuassign variable katika video zilizopita huku, na ndio maana nikakwambia tunapoelekea huko kufanya hivi vitu vingine, tayari tumesha cover vitu hivyo, kwa hiyo haina haja ya kueleweshana kufundishana tena ku declare variable ni vipi katika JavaScript. So heading jina la hii variable yetu, sawa sawasawa. Kuweza ku access sasa element yenye id fulani kwenye HTML document yako, unaanza na hili neno document, kwa sababu dom tumesema ni object. So document ndio jina la object yetu, tutaanza na document dot utaandika hiyo method ambayo imo katika hii object yetu ya document ambayo ni get element by ID. Ukiangalia hii method hii g ya kwanza imeanziwa na herufi ndogo lakini kila neno jipya linalokuja inaanziwa na herufi kubwa. Element imeanzwa na E kubwa, by kubwa imeanzwa imeanzwa na B kubwa. ID, I, imeanzwa na herufi kubwa. Hiyo itakusaidia sana, zingatia hilo. So hapa tunaweka mabano yetu, tunaweka jina la hiyo ID yetu ya hiyo element ambayo inapatikana katika hii HTML document yetu. ID yetu sisi inaitwa heading. Kwa hiyo hii ndio ambayo tunakwenda kuiingiza hapa katika hii method yetu ya get element by ID. Control V, paste tayari hapa, au unaweza kuandika. Tayari tume access hapa hii ID element yenye ID hii ya heading na kuassign kile ambacho kipo katika hii element hapa katika hii variable ya heading. So, kwa kuandika hivi tayari hapa tumesha access heading 1 yetu hii kwa kupitia ID yake. Kwa moja kwa moja tunaweza kuf... wa kufanya nayo kazi hii heading 1 hapa kwa kupitia hii variable ambayo tumeiassign. So, kama mimi nahitaji kuweza kuona kilichomo katika hii heading 1 yangu hii yenye ID hii ya heading, moja kwa moja, just kwa kutumia tu hii variable ambayo niliweza kuitengeneza hapa na kuiassign element yetu ile kwa kutumia get element by ID na kuweka ID, ID yake hapa. So, heading dot text Content. Hii text content inatumika kuweza kuchukua ama kufikia kile kilichomo ndani baina ya hii opening tag na closing tag. Kwa hiyo well, haya maneno hello, JavaScript kama nahitaji kuyapata, kuyaona na uwezo wa kutumia hii text content nikaona zile content zilizomo katika hii heading 1 ambayo imekuwa represented by ID ambayo tumeiaccess na sisi kwa kupitia hii ID yake. So kuweza kuiona, wacha tuitazame, kweli tutaweza kuona haya maandishi hello JavaScript, tuipitishe katika console. So tuingize hapa ika display kwenye console, console.log na tufunge bano letu huku. Na katika console, okay, why haijatoka, console.log nimekosea ya and console. Ya, unaona imetoka hello JavaScript. Tumeenda moja kwa moja na kufikia maandishi yaliyomo katika heading 1 yetu hii. Very simple kama hivi, nahitaji kubadilisha instead ya kusomeka hello JavaScript, mimi nataka isome hello DOM. Unaweza pia kutumia hiyo hiyo text content, kwa sababu sisi tunahitaji kubadilisha ile content iliyomo baina opening tag na closing tag ya heading 1 yetu ambayo inakuwa represented na id hii ya heading so. Kuweza kufanya hivyo, simple just unaita tu variable yetu hii ambayo tumeitengeneza na kuiassign element yetu ile heading 1 kwa kupitia id yake tumeweza kuifikia. So, unaweka hapa dot text content iwe ni sawa sawa, instead ya hicho kilichopo sasa hivi. Nataka ni assign na string hii nyingine ambayo ni hello kitu gani? Let's say dom semicolon. Na kama hivi ambavyo unaona tayari imetoka hapa, hello dom. Why haijadisplay katika browser? Ah, okay, sijaweka dot. Lazima uweke dot notation kwa ajili ya so. Hello dom, hello dom, yeah so hivyo tumekuwa na uwezo wa kutumia get element by id kuselect element yetu heading 1, tumeona value iliyoshikilia kupitia kwenye console, tumeona namna gani ya kuchange maandishi kutoka katika javascript moja kwa moja na kubadili katika web page yetu. Lakini ukiachilia hiyo get element by id ambayo tumeoneshana hapa, kwa kupitia id una access element fulani kwenye hiyo web page yako, i mean kwenye html document yako, na ni yoyote tu, kama ni paragraph, utaweka tu id yako yenye jina fulani alafu uta ya access kwa kupitia hiyo ID. Ipo nyingine ambayo inatumika inakwenda kwa jina la get element by class name, ambayo hiyo tutakuja kuitazamia video inayofuata, lakini pia ipo nyingine ambayo inakwenda kwa jina la get element by tag name. Video inayofuata tutaanza na hiyo get element by class name kisha by tag name na kumalizia na kuangalia kitu cha muhimu ambacho natakiwa kukijua katika video hiyo ijayo. Then tutatamatisha video hii na kuendelea na na vitu vingine. So leo acha nisiweze kukuchosha sana. Natumai umeenda umeweza kupata baadhi ya vitu vipya, umeweza kuifahamu zaidi hii get element by id na umeweza nawe kufanya kitu kama hichi kuweza kubadilisha maandishi yako kwa kupitia JavaScript. Sina la ziada, asante sana, like video hii, una maoni na maswali yoyote unaweza kuweka katika sehemu ya comment. Usikose video inayofuata ikiwa ni muendelezo hapa tulipoishia. Asante.